Alafu kuna watu ambao bado wanasumbua kuhusu uh, tuseme makutanio ya maandamano, wapi tunakutana wapi guys? kama ndio hicho mnachotaka, semeni, lakini mimi I don't advise it. Sasa hivi tumeweka kwenye position ambayo itabidi wajitandaze mji mzima, wajitandaze yani kama ni daa wawe mji mzima Yani sasa hivi hawajui maandamano yatapamba moto eneo gani, lazima wawe kila sehemu. Tukisha sema eneo, watapeleka gari zote polisi wote hapo, yani tutakuwa tumewasaidia kishenzi. Yani tunapotaka ni kwamba wajitandaze, ili wawe outnumbered na wananchi, kila eneo wawe wachache, yaani wawe wanakimbia, yani kwamba wanaambiwa sasa hivi kuna watu wengi uh, Gongo la Mboto wanakimbilia huko, sasa hivi kuna watu wengi Kariakoo, wanakimbia huko, lakini sio tuwaambie mapema tutakuwa sehemu fl